Watoto mimi niliachiwa na mwenzangu, kwa hiyo e niko nao, nawalea na, na mpaka saa hizi ndio nashukuru hata kwa kunisaidia mchango mkubwa. Huyu niliachiwa akiwa na, na miaka miwili Uyudewa, mdogo, na nusu. Huyu mdogo niachiwa nakua na mwaka mmoja na miezi mitatu, tulikuwa tukisaidiana na bibi kwa kwa mchana walikuwa nashinda kule ng'ambo kwa bibi, kwa jioni naenda nawachukua na kuwaogesha na na nao kupumzika nao kuishi. Mimi nilishi nao nao hivyo hivyo mpaka saizi wamekuwa hivi. Nauliza kwamba watoto wanasoma shule gani. Wanasoma shule ya msingi Tandala. Ukianza kuwaza unapokuwa unapambana huku na huku kuwatimizia ya mahitaji yao mpaka wameenda shule. Unatamani wao akina nani, anatamani angalau hata wasome waje wapate hata kama kakazi yoyote tu ile, sawa hmm. Kwa kweli niliulizia mahitaji kama baba alivyosema, walikuwa wanadaiwa kule shuleni debe mbili za mahindi, maharage lita kumi na fedha kama elfu arobaini nilivyoona kwamba ni vya muhimu kwanza, lakini nimeshavichukua na nimevileta. Nikaona kwamba familia hii pia inahitaji chakula kwao, nimewanunulia ni kama nusu debe ya mahindi wataenda kusaga, maharage lita nne, lakini pia sabuni za mche mbili na za unga tatu, mafuta ya kupikia lita moja, mafuta ya kujipaka kwa watoto, daftari na penseri na ufuti na kichongeo, lakini pia nitawapa fedha taslimu. Nitawapa laki moja koo, kama hiyo ni elfu arobaini ataenda kulipa mahitaji yake ya kule shuleni, na ile elfu sitini basi ataangalia kama kuitunza kwa ajili ya chochote kile ambacho kitatokea kinahitaji kinahitajika kwa hawa watoto mahitaji yao atatunza kwa sababu, watoto kuna muda wanajisikia vibaya kwa, kwa siku chache hizi itawasogeza kwa mahitaji yao yote. Kwa kweli, kitu ambacho kimenisukuma niseme ile dhamira ya kuona mtoto anafanikiwa kielimu, kwa sababu tunasema mtoto wa mwenzio ni kama mtoto wako. Kwa hiyo sasa, nilipoulizia kwamba kuna familia gani ambayo ina watoto wa shule wenye uhitaji, basi ndo nikapata hii familia, na hicho ndo kicho ni sukuma. Natamani watoto wanaoishi kwenye mazingira ambayo sio rafiki sana waweze kufanikiwa kwa namna yoyote ile ndio maana nimemuuliza mzazi kwamba wewe una matazamio gani, au una malengo gani juu ya hao watoto? Unaona nini juu yao? Amesema wa, natamani watoto wake waweze kufika mbali. Kwa hiyo hicho kimenifurahisha zaidi, kwa sababu dhamira inatuonyesha mwelekeo. Kwa hiyo ni hicho kilichonisukuma, ni, ni wito wangu tu, lakini pia kumpongeza baba, amejitahidi sana, sio rahisi kwa mzazi wa kiume kuwalea watoto sio rahisi sana, huku akitimiza na majukumu mengine. Sio rahisi, bado amepambana mpaka sasa hivi watoto wamefikia hapa. Nampongeza sana, naendelee kupambana na ile dhamira ambayo anaiona kwa watoto wake, itatimia. Asante. Kwa jina naitwa Krispini Rafaeli Sanga, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Kilooko. Kwa kweli sina budi sana kuwashukuru walioweza kuithamini familia ya bwana Nito, pamoja na watoto wake, kwani ni jambo gumu sana kufikiria hivyo mpaka mtu akajitoe. Ni watu wachache sana wenye mioyo hiyo. Kwa hiyo, dangu na nakushukuru sana, nakushukuru sana kwa wito wako, na hivi nazidi kuomba tena, hata kama umetoa shukrani kuomba hawa watoto kikomo chake sio leo tu, na hata mara nyingine wanaweza kuwa wameelemewa. Kwa hiyo naomba dadangu, sikate tamaa, nakushukuru sana na ninakuombea sana. Kama mwenyekiti wa kitongoji, na pia hizi taarifa ninaweza kuzifikisha pia kwenye serikali ya kijiji, kwani shukrani hizi za kwangu ninashukuru kuanzia ngazi ya kitongoji, pia ngazi ya kijiji, pia nitawakilisha hata kwa mheshimiwa diwani kwa maana kwa kuungana kwa mtindo huu sio kwamba familia hii ndio inaipata changamoto hiyo tu, zipo na familia zingine ambazo zinapata changamoto hizo. Kwa hiyo hata namna nyingine, hata mimi najifunza kwa namna fulani kwamba hata familia zingine zinahitaji msaada wa aina hii, ili tuweze kuhudumia kwenye ngazi husika ambazo nitakuwa nimefikisha taarifa hii. Kwa kunipa zawadi hizi unisaidia, ziwasaidie watoto na, na shuleni kulipa na shuleni. Nashukuru sana sana, yani sina, sina jambo jingine la kuzungumza. Yaani nashukuru sana sana, dadangu, asante sana sana, sina la kuzungumza zaidi ya hilo.